Unajua, yeye ameongea kile ambaye anaambia kwa msikiti ana shida huyu. Nimekuwa nasikia hawa wakisema. Sasa sikiliza, sasa sasa umekuja hapa kwenye elimu hiyo eh, paga utaweka kwa shiko huyo, mtu alikuwa anaua baba yako, ndio upate faida gani? Sasa sisi kwa nini tunafurahia msalaba? Kwa sababu msalaba ulikuwa na faida gani? Wakorintho wa kwanza kumi na tano tatu ya kwanza hiyo Wakorinto wa kwanza wa hey, kumi na tano tatu inasemaje? Hey, Biblia nasema hivi hey, katika kumi na tano aya yake ya tatu, twende, inasema hivi, inasemaje? kwa maana hey, naliwatolea nyinyi hapo mwanzo Kifo cha Yesu ni kwa sababu alikufia nini? Dhambi zetu. Basi sasa hatuwezi sahau hiyo hiyo, hatuwezi sahau maana msalabani kuna faida ya Yesu aliyekufia dhambi zetu. Sasa narudi kwa mwenzako huyu Yariti. Yariti alikuja akanudia andiko lako la kumi kumi na saba. Yesu anasema na utoa uhai wangu, anamalizia kusema alizo hili nimelitoa kwa Baba. Sasa anasema Yesu alijiua. Mimi nauliza ala. Kuna mtu anaweza jiua? Korani tatu, mia arobaini na tano. Mimi nitawagawanisha tu na Korani. Bum, bum, hapa. <laughs> Tatu. Mimi, hey, mimi kazi yangu ni kuwagawanisha na Korani. Tuende, tatu mia arobaini na tano. Hey. Na nafsi yoyote. Sikiliza ala anasema, na nafsi yoyote haitaweza kufa. Hey. Ila kwa amri ya Allah. Kuba hakuna mtu anaweza kufa. Isipokuwa Unajua, Yesu aliomba na aliomba na maombi yake ikasikiwa. Ungeuliza Yesu aliombaje? Sasa mimi nakupeleka kwa maombi ya Yesu na kujibiwa kisema Baba yangu hey, ikiwezekana kikombe hiki kiepuke si hey, kama nitakavyo hey, mimi bali kama utakavyo wewe. Kumba Yesu aliomba kikombe kimuepuke ndio na sio atakavyo bali ile Mungu anataka anavyotaka. Sasa tunauliza Mungu, ulitaka Yesu akunywea kikombe ama ulitaka umwondolee kikombe? Yohana kumi na